Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kutuletea Daktari Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, niwaambie waheshimiwa wabunge wenzangu wote, sifa hii haku, hakuna mtu alizungumza sifa kubwa ya Mwigulu Nchemba, ambaye sasa anakwenda kuwa waziri mkuu wetu, anafikika. Waheshimiwa wabunge waheshimiwa wabunge niliyoko humu ndani, lazima niseme ukweli. Kuna watu wakiwa mawaziri wanakuwa wagumu kufikika. Waziri Mwigulu Nchemba amekuwa naibu waziri, amekuwa waziri, amekuwa waziri wa fedha, mtu yeyote anamfikia wakati wowote pale alipoketi. Rais Samia Suluhu hajui, lakini ameigusa mioyo yetu sana. Tumepata waziri mkuu mzuri, sisi tunampata waziri mkuu atakaye tupokea pale mbele, ukienda akupe nafasi, wote mtakuwa mnataka hivyo. Yule pale ndiye mwenzetu atakaye tupokea wakati wowote.